Tunashughulika na masuala yote ya afya ya mimea kwa maana kudhibiti visumbufu. Tunapoongea visumbufu, ni magonjwa na wadudu waharibifu wa mazao. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu tunataka mazao ya wakulima wetu yanapopelekwa kwenye masoko huko yakakidhi viwango vya mahitaji ya hizo nchi ambako yanapelekwa. Wewe mkisikia, jamani, kuna makampuni kumi na sita ya Tanzania yameruhusiwa kwenda kusafirisha au kwenda kuuza parachichi zao nchini China. Ni TPHPA ndio, ime, imewezesha hiyo sawa. Mazao ya mbogamboga tunaenda kuuza soko la Ulaya, ni TPHPA ndio ime, imefanya hivyo. Soko la ndizi Afrika Kusini ni TPHPA imefanya hivyo yeah. Kwa hiyo sisi tuko makao makuu yetu Arusha, lakini pia tupo kwenye mipaka yote na ofisi nyingine 44 mipaka yote ya nchi kavu bandarini pamoja na viwanja vya ndege. Kwa hiyo mkoa wa Kigoma tunazo ofisi zetu pale Kigoma, Kigoma port pale tunayo, kuna Kibirizi pale tuna ofisi yetu, Manyovu tuna ofisi yetu, kuna Mabamba tuna ofisi yetu na ofisi nyingine mbalimbali mbali. Tuna maofisa wetu ambao wanakagua chena zote za mizigo ya mazao na bidhaa zake zinazoenda nje, lakini sisi ndio tunatoa vibali lakini pia tunatoa vibali kwa watu wanaohitaji kuingiza mazao hapa, hapa, hapa, nani, hapa Tanzania. Aa, tuna tuna vifaa vingi, tuna ndege, tuna, andege, tuna drones kwa ajili ya kufanya eh, kutekeleza majukumu yetu. Kwa mfano, ukisikia kwamba kuna kwelea kwelea wamevamia sehemu fulani sisi ndio tunaenda kudhibiti wale kwelea kwelea kwa kutumia ndege maalum. Kwa hiyo, uh, nimefurahi kuwa kuja hapa kuonana na ninyi, lakini mimi inawezekana baadhi yenu walishanionaona hasa kipindi ambacho Waziri Mkuu alikuwa ameunda tume ya ku, ku, ku, ku, ku, kuandaa mkakati wa kufufua zao la michikichi. Kwa hiyo kwenye, kwenye, kwenye timu ile mimi ndo nilikuwa ni, ni, ni, ni naongoza ile timu. Kwa hiyo tulifanya kazi huku mkoa wa Kigoma kuangalia uzalishaji wa changamoto zinazokabili zao la michikichi na namna ya kuzitatua. Nimefurahi uh, ku, kuwaona kwamba mnafanya kwamba eh, mnafanya mafunzo. Labda tu niwaambie kwamba mafunzo ya kujengeana uwezo kama hayo mnayofanya kuhusu kilimo hai, unaona ili muweze kukabiliana na changamoto zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi ni kitu muhimu sana. Kwa nini ni kitu muhimu? Unapozungumzia mabadiliko au kuleta, ili kuleta mageuzi ya kilimo Tanzania lakini pia na duniani, huwezi kusahau mchango wa wakulima wadogo wadogo. Kwa sababu nyinyi ndio mnaomiliki ardhi, nyinyi ndio mnafahamu maeneo yenu, nyinyi ndio mnafahamu changamoto zote ambazo zinaathiri mazao yenu. Kwa hiyo huu mpango wa kuwapatia mafunzo, kuwajengea uwezo na kuongeza ujuzi wa kupambana na changamoto mbalimbali na kuwa na kilimo hifadhi, eh, katika maeneo yenu ili kuepukana, eh, ili tusiingie kwenye uharibifu wa mazingira ni kitu, eh, ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo hata mimi kwenye kitabu changu nilichokiandika namna gani ya kuleta mageuzi ya kilimo duniani, nini kifanyike, nimeweka chapter au sura kabisa mahususi mchango wa wakulima wadogo wadogo kwenye e, kuleta mageuzi hayo. Uwezi kuwasahau wakulima wadogo wadogo, uwezi kuwasahau akina mama. Nimeweka kabisa mchango wa akina mama katika kuleta mageuzi ya kilimo, lakini pia nimeweka mchango wa vijana kwa sababu duniani tuna vijana bilioni moja pointi mbili. Hao vijana ili waweze kuingia kwenye kilimo wanatakiwa wafanye nini? Changamoto zao ni nini? Kwa hiyo tumeainisha changamoto za kosa mitaji, lakini pia kushindwa ushirikishwaji. Wakati mwingine wana, wanakosa ushirikishwaji. Kwa hiyo mambo yote tumeeleza. Kwa hiyo mafunzo yenu mnayofanya hapa yanaendana kabisa na malengo ya serikali ya kuleta mageuzi katika e, kilimo hapa nchini ili inapofika e, elfu mbili na thelathini kilimo chetu basi walao kikue kwa asilimia kumi. Lakini akiwezi kukua kwa asilimia kumi kama wakulima wadogo wadogo mtaweka pembeni. Kwa hiyo niwashukuru e, kwanza nani e, FAO. FAO, tunafanya nao kazi sisi vizuri kabisa Uh, wametusaidia vifaa vingi ikiwemo drones ndege nyuki vile, kwa ajili ya kunyunyizia viwatilifu kwenye mashamba lakini tunashirikiana nao sana katika kujiongeana uwezo wa wataalamu wetu. Kwa hiyo eh, FAO ongereni sana, muendelee na hiyo kazi, lakini pia niwapongeze eh, wataalamu wote na uongozi wa, wa, wa mati mubondo wa kuandaa mafunzo ma, ma haya na nina imani kabisa mwisho wa siku mchango wa wakulima hao wadogo wadogo utaenda kuonekana katika ukuzaji wa uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Jamani, ongeeni sana sana sana.